Kwamba kila ushauri unatakiwa uchukue ushauri wote unaopewa, nenda upeleke mbele za Mungu. Yesu, nimekuja mbele zako, kuna ushauri unaendana na wewe katika hicho unachofanya, utanisaidia. Sasa ukenda mbele za Kristo Yesu, ndio wakati mwingine anaweza asiseme na wewe e, moja kwa moja, yani aongee na wewe dakika hiyo hiyo, lakini ukulala, utaona ndoto, ndoto inakuelekeza kwamba unachotaka kufanya kiko hivi, kitaleta madhara haya, kitaleta shida hii, kitaleta changamoto fulani. Sasa wengine mnasema ah, wengine mlikuwa mnatembea vizuri yeah? Unajua eh, kama ni mama, ni kijana alikuwa anatembea, lakini alipokutana na mwingine anatembea vibaya, akamtamani naye atembee kama anavyofanyaje naye akaanza kutembea vile, hajui maybe miguu ya mwenzake na ganzi. Haleluya! <laughs> hajui miguu ya mwenzake kama na nini. <laughs> Ndiyo, vile ndiyo maana so, na yuko vile humo, yuko humo anatembea anatembea vile vile, mwisho wa siku miguu inapinda kulia kulia, baadaye maumivu yakawa ma, ma, makubwa, anaanza aa, kumbe hujielewi. Ndiyo maana unasemasema, kama wewe kama wewe, ni wazo gani Mungu aliyoweka ndani ya maisha yako ni kitu gani Mungu anachokuelekeza wewe, kama wewe, kwa sababu wote tumeumbwa kwa mfano wake. Kwa maana wote tunaweza tukamsikia Mungu, na Mungu anazungumza na kila mtoto wake. Kinachotofautisha ni vipawa sasa alivyogawa kwa watu, kwamba wakati kuna jambo unaweza ukauliza jambo fulani mtu akakusaidia akakufunulia, lakini kila mmoja Mungu anazungumza naye na, na utashangaa kwamba vitu vingi Mungu ameshazungumza wa na wawe na wewe, lakini hujai kuelewa, hujai kutambua kwamba Mungu hapa anasema na mimi. Kwa sababu nyinyi tukuambia Mungu anasema na wewe, unataka kuwa chumbani pale usikie sauti na ongea. Mnatamani na, na usikie sauti na ongea wewe e, fulani wewe e, unajua wewe utasikiliza e, na mzimu mzimu, naye anaongea. Haleluya. Na mzima nafanyaji. Inaongea tena lugha nzuri. Ni press. Nasikia unaongea na wewe pale. Unasema hili, mm, ndio sauti yenyewe. Kumbe anachukua sio kwa saa. So kila mmoja Mungu anasema naye. Kila mmoja Mungu anasema na maisha yake. Yaani kila mmoja kama jasoma ajasema na wewe kupitia neno atasema na wewe kupitia ndoto. Unaweza kuona kupitia changamoto fulani wanapitia mambo fulani katika maisha yako, mingine hata uelewi yakoji, lakini unashangaa kama we ni mtifu, naweza kusema ni mtu anayependa neno. Umechukua biblia yako umeshika tu, nasema acha niangalie nijikumbuse ni, ni, ni, ni, ni, ni, neno la Mungu, lakini unapofungua hivi hicho lichokuwa napitia unakuta ndicho kinachozungumza katika neno liofungua na kinakuelezea namna huyu alivyopita kwenye changamoto hivyo na kushinda na namna maybe hicho anachopitia suru yake. Sasa mtu mwingine anasema hivi, kweli sijaielewa. Lakini ulikuwa unapitia changamoto, ulikuwa na mama unatafuta ujauzito muda mrefu, umefungua Bibilia tu pa kukutana ana sasa ni, ni, ni, ni, kitu gani unachotaka umekutana saa mo, moja kwa moja pa.

au unasikia tumbo linakuumba, au unasikia uko vizuri wakati wewe ha, hata unga hapa wakati wewe oh, oh, oh, hivi vitu ni vya kawaida na kweli. Kichwa ni cha kawaida, tumbo ni nini? Kuumwa kichwa au kuumwa tumbo ni magonjwa ya kawaida, yapo. Kuna mara yale yamezidi ya yana, sasa hiyo tunakuja tunaoombea, lakini nazungumza hili au matibabu. Sasa nazungumza hivi, umeamka umesikia kichwa kinauma kimekuanza kuuma jana leo na kinakuuma, umeamka wame tumbo na kuuma na, wametumia na maji ya upako bado, wametuma umetuma wame message kwa kwa mchungaji kuombee amekwambia na kuombea bado, kinafanyaje kaku kina alafu baada baada ya muda kiko kinakuja kinakuminya, unaruka tumbo, mm, kwanza rafiki yako anakuja, eh, eh, rafiki yangu, unapitia hivi, we na wewe changamka. Nafanyaje? kuna mganga maanzeshe hili anaumaliza dachikayei. Kumbuka ameshatumia maji ya upako, mafuta ya upako umetumia, chumvi vyote, utumbo bado. Nafanyaje? na kuuma, umeshatuma message kwa mchungaji kuombea bado, tumbo. Nafanyaje? Sasa amekwambia mganga amaanzeshe tu akukutana na wewe akakutemea mate mara moja wewe tayari tumbo limepona. Sasa wazo, angalia mtu alivyoleta wazo. Wewe, wewe katika maisha yako unajai kwenda kwa mganga hata siku moja. Ulikuwa vizuri unalala vizuri kabisa. Hakuna ndoto mbaya zinaanza kuja kwenye maisha yako. Yaani unalala vizuri wengine wanakwambia wewe unalotaga vibaya. Ah, oh, nasema hivi, bwana unotagaja hawa. Usiku wao wanakutana mzimu, hivyo wanakutana ganja na mzimu ya namna hii. Mbona sisi mimi sivichui, yaani wanapozungumza, wajawahi kuona baba yako anaenda kwa, kwa mganga? Wajawahi kuona mama yako anaenda kwa, kwa mganga? Wajawahi kuona mtu yote mtaka familia, wewe mwenyewe kwanza upende kwenda kwa mganga. Lakini wazo limekuja kwa sababu ya maumivu yale, kwa sababu ya uchungu, na usikia pale kale neno limekuja sasa, limeingia kichwani Rinakwambia sasa, rinaanza kusema na wewe, changamka, kwani kuna mtu anakuona na wewe, yenda mara moja. Bwana ukupana sende, heri hapo hapo. Sasa linakuja na kuchimba na kuchimba. Hata hero naweza ukakopa dakika hiyo hiyo, huyo rafiki amekupeleka kwa mganga ta, amekukalisha pale. Badala ya tumbo kupu, kupu, kupu, kupona anakuwekea nyoka. Sasa ukurara, hmm? Unasikia nguu linapiga huku, yaani ni kama una mtoto ndani linapiga linavua, yaani linatuna. Unasikia <laughs> linashuka, unasikia <laughs> kadafu kidogo, alafu usiku wanaanza kuota nyoka zinakukimbisa anaanza kuota anaanguka kwenye ma, madwimbi anaanza kuota huko na yani, vitu visio vya kawaida, majito majito mangombe anakutazama kwa hasira. Simetokana nini? Kwa nini nipate ndoto za namna hii? Mbona mimi sikwahi kuwa na vitu vya namna hii? Vimeanza wapi? Uko nyumbani mwako, unaanza kusikia watu wanatembea. Ianzia wapi? likuja kama wazo ukarufanyia maamuzi ukaenda nilipokupeleka. Sasa unakuja kushtuka kwamba mbona napitia magumu? Sasa pale mambo yameshakuwa magumu, lakini vimeanza, ni wazo limekuja <laughs> kiwepesi, lakini madhara yake sasa ni makubwa. So utagundua kwamba wazo, mawazo sipo ya zibiti wazo sipo dhibiti, ukakabisi mkono wangu mwa Mungu, naanza nikakuletea shida, nikakuletea changamoto, maisha yako yakaribika, ukawa mtu wa ajabu. So chochote wanachoshtuka sasa hivi kwamba ah, kuna hii jambo hili lilianzia kwenye wazo likatendeka, sasa limeisha hilo jambo, sasa ndio naanza kuona kumbe ushauri walionipa haukuwa sawa. Kumbe jambo waliloniletea halikuwa zuri. Kumbe jambo hili halikuwa kwenye mnyoko mzuri. Ni vitu vimekuja tu, vimekuja tu kunitoa katika lengo langu, vimekuja tu kunitoa katika njia yangu, vimekuja tu kunitoa kwenye mstari, vimekuja tu kunitoa kwenye mwelekeo. Sio ndio maana nakwambia enenda kwa uongozi wa Roho Mtakatifu.